Tuelekee kaunti nambari 23 ambapo mvua kubwa inayoendelea katika mipaka ya kaunti za Turukana imesababisha shule pamoja na nyumba zaidi ya 40 kuharibiwa na mafuriko watu. Zaidi ya mia moja wamesalia bila makao, huku vifaa vya masomo vya wanafunzi wa shule ya msingi ya St Matthew vikiharibiwa na maji hayo. Shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada ya dharura yametakiwa kuingilia kati janga hilo. Mapuriko imesababisha asara mingi, chakula, mbuzi, makuku. Wale walikuwa na bichara yao kidogo ndogo, ambao walikuwa na nia wake mpaka saa hii, ndio hii inalala inatambaa in, ndio iko chini sasa. Hiyo kitu hiyo mbua ametuyaribia, ame, ame mali ame ma, mingi sana. Naomba hivi kama watu wa national government ama county government wakuja wari um, wa, wa, renovation hiyo. Ni kwa sababu imeumiza watu, hatujui hata watu wadogo ama watu wakubwa, hatujui.